Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Kwa mara nyingine tena tunakutana hapa katika video hii. Nitoe shukrani kwanza kabla ya yote kwa nyote ambao mmeonyesha support baada ya mimi kuweza kutuma video ya kwanza nikiwa naonekana, nikiwa nimejirekodi mbele ya kamera na kuweza kujitambulisha kwenu, kuweza kufahamiana. Sikuweza kutegemea matokeo yatakuwa vile, lakini matokeo ni mazuri sana. Asanteni sana kwa dua zenu wale wote ambao mmeweza kucomment, kuweza kulike video ile, lakini pia wale ambao mmeweza kusubscribe YouTube channel yangu baada ya kuweza kukutana na video ile, so asanteni sana, tuendelee kuwa pamoja. Kwa wale ambao bado hamja subscribe YouTube channel yangu, hakikisha una subscribe, ili basi tuweze kuwa pamoja katika e, safari hii ya kuweza kujifunza. So video hii ya leo, kikubwa ambacho nitakwenda kushare na wewe ni juu ya mawazo yangu kwa kile ambacho nimekuwa nikikutana nacho, nimekuwa nikipokea maswali e, mara nyingi ambayo yananitaka mimi kuweza kuwafahamisha watu pa kuanzia. Wanahitaji kujifunza programming lakini hawajui wanze wapi, hawajui language gani waanze nayo. So leo nitakupatia mambo matano ambayo mambo hayo matano yanaweza kukusaidia wewe ukaweza kujibu swali hilo ambalo ulikuwa nalo kwa muda mrefu, e, jinsi gani ya kuweza kuanza kujifunza programming, lakini pia wapi pa kuanzia, language ipi uanze nayo. So twende tuanze na jambo la kwanza kabisa. Jambo la kwanza ni kuweza kuelewa kwa nini unahitaji kuweza kujifunza programming, na utakapojibu swali hilo, maanake linakuja swali jingine linasema, wewe unataka kuwa nani baada ya kuweza kujifunza hiyo programming? Unataka uje kuwa mtaalamu katika nyanja gani? Uweze kutengeneza mifumo ya aina gani? Kwa sababu programming ni uwanja mpana sana, na kuna vitu vingi ambavyo vimejikita vinategemea programming. Sasa wewe unahitaji kuwa nani? Kuna ishu za web development, kuna ishu za mobile app development, cyber security, vitu vingi sana vinatumia e, programming katika kuendesha ama kutengeneza mifumo mbali mbali. Sasa wewe unahitaji kuwa nani? Ethical hacker, web developer, mobile app developer ama unahitaji kuwa nani? Ni swali la kuweza kujiuliza la kwanza kabisa. Baada ya kupata jibu la swali hilo, manake tayari wewe unajua unataka kuwa nani. Ah, mimi nahitaji kuwa web developer. Kama ni hivyo, unahitaji kuwa mtaalamu ambaye utakuwa umejikita katika kutengeneza tovuti mbalimbali, e, mobile uh, I mean uh, web application tofauti tofauti. Basi tayari utakuwa ni rahisi kwako wewe kujua language gani unaanza nayo. Japokuwa, e, katika language kuna mambo mengi pia. Na hilo ndio jambo la pili ambalo nahitaji kuweza kushea na wewe. Baada ya kujua nani unataka kuwa, sasa ni language gani ya kuweza kuanza nayo. Na hapa kuna mtazamo wa watu tofauti tofauti jinsi ambavyo wanaelezea hili jambo. Lakini mimi nitatoa kwa niaba yangu kwa vile ambavyo naona mimi. So tayari umeshajua nani unataka kuwa. Kwa hiyo kuna language nyingi sana katika programming ah, lakini language hizo unakuta lengweji hiyo moja ina uwezo wa kufanya kitu kingine ambacho lengweji nyingine inafanya, lakini vilevile kuna ubora wa lengweji hiyo ukiachilia na hizo lengweji nyingine, na kuna ile renki katika soko, lengweji ipi ambayo ipo juu sana na ipi ambayo ipo chini, ipi ambayo imepanda. Eh, kuna lengweji mpya zinaingia. Kwa hiyo kwa mfano wewe pengine unahitaji kuwa web developer. Tayari kuna language ambazo unatakiwa kama web developer uweze kuzijua kwa kuanzia, let's say mfano, unaweza kusema wewe kama web developer unatakiwa uweze kujua HTML kwanza, lakini pia CSS, eh, JavaScript na kuja katika hizo language nyingine kama uh, Python ukaangalia, uh, eh, React ukaangalia mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikitumika zinatokana na hizo language ambazo nimekutajia, Django, Flask. Kuna language nyingi sana, so utaangalia hapo language gani ambayo inaendana na kile ambacho wewe unakifanya. Baada ya kuzipata hizo language zote, angalia sasa language ipi kwa sasa katika soko ipo juu sana na inahitajika sana, inatumika sana katika kutengeneza mifumo ya hivi sasa, basi language hiyo ndio ya kwanza nayo. Mfano, mimi nafundisha hapa language mbali mbali katika YouTube channel yangu, na umekuwa ukijifunza language zote ambazo nimekuwa nikifundisha hapa, hiyo ni njia moja hapo ambayo inaonesha kuwa wewe bado hujatambua kile ambacho unahitaji kufanya na language ipi ambayo unahitaji ku base kwanza, ili kuweza kuimaster na kuweza kuenda nayo hiyo hiyo katika kutengeneza project ambazo unatarajia kuzitengeneza. Sasa ningeomba uweze kuangalia language ambazo zitaendana na kile ambacho unakwenda kujifunza. Mfano Python. Python ni rahisi sana kuweza kujifunza na inatumika katika shughuli nzima za artificial intelligence, data science, I mean uh web development pia unaweza kutumia Python. Kwa hiyo kama wewe unahitaji kujikita katika artificial intelligence, machine learning, basi Python ni language ambayo nzuri sana kuweza kujifunza na ni rahisi sana kujifunza. Tayari nimeshakuwa na video takriban zisizopungua mia moja na hamsini 0 i ambazo nimeanza kufundisha Python. Kwa hiyo unaweza kuanza nazo video hizo, ukapata ile basic, na ukaweza kuendelea kujifunza zaidi, ukajikita katika hiyo nyanja ambayo unahitaji kujikita. Lakini pia mfano C++, kama unataka kuweza kuelewa vizuri misingi ya programming kwa sababu wengine wanakwambia kuwa unapohitaji kujifunza programming, anza na language ngumu ili utakapo master language hiyo ngumu, basi tayari hizi nyingine zote zitakuwa rahisi kwako, na miongoni mwa language hizo ni C++, Java ni language ambazo ukiweza kuzimaster vizuri, basi language nyingine hazitakuwa ngumu kwako wewe. Na wengine wanashauri, wanasema anza na language rahisi kama vile Python, ili kuweza kupata ile misingi ya programming na utakapoicover language kama Python basi language nyingine unaweza ukaishi nazo vizuri tu. So unaweza kujifunza language hizo mbalimbali, JavaScript. Kama utahitaji niweze kuja kukuelezea hizi language na vitu ambavyo inafanya kila language, basi naomba niambie katika sehemu ya comment hapa, ili na mimi niweze kujua kama kuna watu wanafuatilia na wanahitaji kuweza kujua zaidi, nikusogezee video ambayo nitakuja kukuelezea e, language mbalimbali mbali hizi na matumizi yake na sehemu ambazo zimejikita. So hilo ndio jambo la pili, kuweza kujua language ya kwanza nayo language gani rahisi na ambayo utaweza kupata e, tutorial mbalimbali mbali kwa urahisi na kuanza kujifunza. So Python ni language ambayo ipo juu sana sasa hivi, unaweza kujifunza na imekuwa ikifanya vitu vingi sana kama nilivyotangulia kukutajia hapo. Lakini pia uweze kufahamu rasilimali bora za kuweza kujifunza. Sehemu gani ambao unaweza kupata hayo mafunzo mbalimbali mbali ya programming, hadi kufika katika YouTube channel yangu, tayari umeshaangalia video zangu za programming na tegemea hivyo na, na miongoni mwa platform ambazo ni nzuri kuweza kujifunza kwanza nazo kwa kuweza kusearch tutorial mbalimbali ni YouTube for free kabisa. Uwe na kifaa chako na internet, basi utaweza kusearch. Kuna tutorial nyingi sana watu wameandaa, kila language unakutana una nazo Mfano unahitaji kujifunza HTML. Mimi tayari nimefundisha hapa language hii HTML kwa wale ambao wanaanza, unaanza, unaweza kuanza nayo. Eh, takriban video zisizopungua 30 ambazo nimezipangilia vizuri kuanzia mwanzo kabisa HTML ni nini hadi kuweza kuifahamu na kuweza kukodi kwa kupitia language HTML. Lakini vile vile CSS, eh, lakini pia Python tunaendelea nayo hivi, tunazidi kuingia ndani. Unaweza kujifunza kupitia YouTube lakini vile vile kuna e site kama W3School. Nitakuwekea linki ya hizi ambazo nazitaja hapa, unaweza kuclick katika description na ukapelekwa moja kwa moja, ukaenda kuangalia hizo site ambazo nakutajia na ukaanza kujifunza kupitia site hizo. W3School ni site moja nzuri sana na ipo siku nitakuja kuiongelea hii site na kukuonesha jinsi gani ya kuweza kuitumia, nzuri sana kwa wewe ambaye unaanza kujifunza programming na unahitaji I, eh, ile basic ambayo itakuwa ipo katika mpangilio mzuri kuanzia eh, mwanzo hadi kuendelea kuweza kutengeneza project kubwa kubwa ambazo zitaweza kukupatia wewe eh, kipato na kufanya kazi ile ambayo ulikuwa unatarajia kuweza kuifanya, lakini ukiachilia W3 School kuna free code camp ambayo pia hii ni site nzuri sana, inakupatia wewe eh, mwanzo mzuri wa kuweza kujifunza language tofauti tofauti kwa mfumo wa project, unafanya project huko, unajifunza. Kwa hiyo ni nzuri pia. Nitakuwekea link katika description, unaweza kwenda ukaiangalia, ukajifunza jinsi ya kuweza kutumia seti hiyo katika kujifunza programming language. So, hilo ni jambo la tatu, kuweza kujua sehemu eh, za kupata yale material reference mbalimbali za kuweza kujifunza mm -hmm. language hiyo ambao unahitaji kuweza kuanza nayo, lakini pia jambo la nne ukiachilia hilo la tatu ni kuweza kufanya mazoezi mara kwa mara, kutengeneza project mara kwa mara. Jifunze e, na wewe fanya mazoezi. Sio unaangalia tu mfano tutorial video just kwa kuangalia tu hivi, huandiki kodi katika kompyuta yako, hu run kodi ukaona output. E, sio kitu kizuri. Unatakiwa na wewe upractice mara kwa mara. Practice, practice, practice. Basi itakufanya wewe kuwa mzuri katika eh, programming language hiyo ambayo unajifunza. Kwa hilo ni jambo la nne, fanya mazoezi mara kwa mara, tafuta viproject vidogo vidogo, vitengeneze kwa kile ambacho kidogo umejifunza. Na jambo la tano ambalo ni la mwisho katika video hii leo ni kuweza kukwambia tu usikate tamaa katika safari yako ya kujifunza programming. Kuna changamoto nyingi, watu wengi wamekuwa wakikata tamaa, na eh, mtu anakutana na error kidogo tu ana give up. Kati era ni kitu ambacho muhimu na kizuri katika programming ambacho kitakujenga wewe kuwa programa mzuri. Kwa hiyo hakikisha unapambana bila kukata tamaa, unaendelea kujifunza siku baada ya siku, utakuwa na improve, una improve, una improve, hadi utakuwa yule ambaye unahitaji kuweza kuwa. So, hayo ni mambo matano ambayo leo nimeweza ni kukusogezea ambayo naweza kukusaidia kuweza kutambua wapi pa kuanzia, lakini vilevile tutakuwa tukiweza kushare mambo mbalimbali hapa katika YouTube channel yangu. Tutakuwa tukiongea sana, tu kama hivi, tukishare ideas mawazo. Kwa kama una maoni yoyote una kitu chochote ambacho ungependa niweze kukizungumzia niweze kukifanyia research, kwa sababu haya mambo ambayo nimekupatia sikuweza kufanyia research just mimi mwenyewe tu mawazo yangu eh, ambayo yanaweza kukusaidia wewe utakapofanyia kazi so, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, kaja kudiscuss hilo jambo ama nikaja kukujibu kuweza kukuambia kile ambacho mimi nafikiria katika hiyo ishu. Lakini vile vile siache kufuatilia YouTube channel yangu, hakikisha umegonga alama kengele ili kuweza kupata notification, like video hii. Tukutane wakati mwingine katika video nyingine tutakapokuja kuongelea eh, jambo jingine.